Miakanaga tena hey. Sogea mwenye, sogea mwenye. Blaza, naomba nisamee, leo nina buku, tunafika feli. Blaza, naomba nisamee, blaza <laughs> naomba nisamee, ndugu yangu eh. majuzi tu umepita mtauni, kaa kuchukulia smartphone. Mm. Naomba hata ujasiri gani? mm. sasa unapita tena kitaa hiki? naomba nisamee brother, utanikaba siku nyingine, leo nina <laughs> elfu moja tu nafika feli, naomba nisamee brother. tulia <laughs> kwanza, unaitwa nani wewe? naitwa Ayubu Timoseo. naitwa Ayubu Timoseo <laughs> na Ndonda Ah, kumbe Ndonda. Sasa sikiliza. Kwa jambo nataka unisaidie. Kwa kwadogo hapa mtani anaitwa Pongo. Sio unamjua? Namjua, namjua anatokea shamba huko. Sasa hivi ni ana kama wiki ya tatu hapa. Ni mfupi mfupi. Eh, tulia wechokomba, naongea sana. Sasa sikiliza. Sasikiliza, saizi ushakuwa fa. Fatuma. Familia ndio ndio mkuu Eh. Sasa udogo anajita Pongo, sijui Pango, sijui sisi tunamtaka sawa?